Shukrani sana kwa sisi kama Kagera Sugar tumejiandaa vizuri kwa ajili ya mchezo wa kesho. Tunajua Simba ni moja ya timu kubwa kwa ligi kuu NBC lakini na sisi tumejiandaa vizuri kwa ajili ya kuonyesha upinzani kwa ajili ya mchezo wa kesho. Kucheza na Simba tayari ni motisha kwa mchezaji yote ambaye anacheza ligi kuu Tanzania bara. Sisi motisha kubwa tulitumia kwenye mchezo wa Namungo. Kama wa Namungo, kama mliangalia game ya Namungo, the way ambavyo tulivyocheza, ile ndio game ambayo tulitumia kwa ajili ya motisha. Kwa hiyo kuja kucheza na Simba inakuwa hautumii nguvu kubwa sana kwa motivate wachezaji kwa sababu kucheza na Simba ni tayari inakuwa ni motisha kwa mchezaji. Tucheza na Azam tukapoteza moja bila, tukacheza na Yanga tukapoteza nne, then tunakutana na Simba. Simba tulicheza naye mechi ya kwanza tukiwa nyumbani Kagera, tukatoka tano mbili. Kwa obvious, unaona kuna room ya sisi kuweza kumfunga Simba ya goli lolote. Kwa hiyo tutarajie goli likapatikana. Shukuru, uh... naweza likapatikana Mpenja kama nilivyosema awali kucheza na Simba tayari unakuwa una motisha. Na sisi japo tumeshuka daraja, lakini ni moja ya timu ambayo ukiangalia katika, katika timu zote ambazo zinashiriki ligi kuu msimu huu, ni sisi, Yanga na Simba, nadhani na Azam, ndio tuko ligi kuu kwa muda mrefu zaidi ya miaka 15, kwao ni lazima tutahitaji kutoka kwa heshima. Tutokubali tu kutoka ki, bila heshima. Kwa hiyo tutatoka kwa heshima. Ni kweli, usipofikisha malengo lazima utaumia katika mechi ambazo zilitumiza ni zile ambazo zilikuwa za kuelekea kwenye, kujitoa kwenye danger zone kwenda kwenye playoff. Bahati mbaya zote tulipoteza, malengo kweli ya kutimia. Lakini kwa sasa hizi mechi tunazitumia pia katika kuchukua vijana wetu wa under 20 tunawatumia kwa ajili ya kuanza maandalizi yetu ya championship kwayo, kwa hiyo usitarajie kwamba tutacheza azifu kwamba hatuna chochote ambacho tuna tunakihitaji sisi, saizi tunacheza azifu kwamba tunaiandaa timu yetu kwa ajili ya championship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 Naamini na kama kitu kizuri kimeonekana, kitu kibaya kishaonekana kwa uh, kwanza kushuka sio kwamba timu ni mbovu, usinifahamu kwa hiyo eh. Uh, mimi ninachokiona wana Kagera wategemee tu mpira mzuri siku ya kesho, umeona kwa eh, sababu wanajua tumeshuka, lakini kazi kubwa tumefanya